Karibu sehemu ya pili ambayo nilisema tutaendelea na ushuhuda wa maisha yangu, namna gani Mungu aliweza kuniponya nikasema. Nitakuelezea namna gani Mungu ambavyo aliniponya kichaa, lakini kwa kuanzia nikasema ngoja tuanze kwanza na historia yangu, sio kafikiria Mungu aliniponya eti nimezaliwa ni kichaa. Hapana, nikasema kwamba tutaelezea kwa sababu hata hivyo huko nyuma bado kwenye maisha yangu ni ushuhuda pia lishia pale sasa, baba ameshaanza kufunga na kuomba na mimi. Tunapambana na nini? Tunapambana na magonjwa, tunapambana na nguvu za giza ambazo zimejifunga. Kwa kipindi kile ambako nilikuwa naendelea kuomba naye, ile hali ya kuona majeneza, majeneza yenyewe ikapotea, ikapotea kabisa, nikabaki na kuwashwa. Niliendelea na ile hali ya kuwashwa lakini kwa mistari ile ambayo nilikuwa napewa ya Biblia, imani yangu ilikuwa inaendelea kuongezeka kwa sababu ile yale yale ambayo nilikuwa tayari, ambayo nilikuwa na akili saa hizi angalau na, yakili, ona, ha, angala ona, ha, kama na jikuna, hata kama najikuna hata kama nafanyaje, yani kama ni kuogea deto, mimi nilikuwa naogea, siuma deto, siuma nini, naendelea na hivyo hivyo. Sasa tunaendelea vile, ilikuja likizo fupi ya mwezi wa tisa na rafiki yangu, mimi nilikuwa siendagi nyumbani kwa gani, nabaki shule kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kurudi nyumbani, nilikuwa sina nauli kutoka Iringa kwenda Arusha kwa kipindi hicho. Kwa hiyo rafiki yangu aliona kwamba semester ya kwanza nimebaki, sasa tunafunga tena ile semester fupi, akaniambia kwamba anataka niende na yeye nyumbani kwao. Ile dada alishafariki, lakini ni dada ambaye pia ana historia kwenye maisha yangu. Mungu ampumzishe mahali pema tulienda kwao nyumbani. Hey. Sasa nimefika nyumbani kwa kina Claria. Nina imani kwamba nimeshapona ile habari za kuota majeneza. Nina mistari ya Biblia lakini bado nawashwa. Kwa sasa ninapambana na ugonjwa wa kuwashwa. Sikiliza nikwambie, hakuna kanisa ambalo sikuingia mimi. Mimi si nilikuwa naponda dini za watu. Yaani nikisikia habari ya Romani yani wenyewe ndo nawaona kabisa ni kama hakunaga Mungu. Nikisikia walokole ndio naona kama vile wana hadithi za kutafuta, wanatafutisha nikisikia ni mimi. Kila mtu nilikuwa na sababu zangu za kumcrush, yani ni na dini yangu ninayoiamini basi. Lakini kwa situation niliyokuwa naipitia pale, hakuna kanisa ambalo sikukanyaga. Najua kwa hapo unasema oh, sasa wewe naye sivi nini, hujapatwa haya ya kukuta ya kikukuta. Utamaliza makanisa yani, e, kama mbano vizuri, utamaliza makanisa. Kuna kumbuka siku hiyo eh, likizo ile tu, likizo tu kama ya wiki mbili, nilienda tukalala, wakina, nikasikia kuna mkesha keketi, nikaenda tukalala na mkesha nyo, walilala sijui watu watano, lakini nami nililala. Asubuhi nilipoamka tukaenda nyumbani tukakaa, baadaye si alikuja mgeni, tukashuka hivi lami, tunamsindikiza sita sitaisaile sehemu inaitwa Kitere basi, iko Iringa, tukaona bango mkutano mkubwa wa Injili, sijui amealikwa, sijui nani kutoka wapi, anaitwa nyalimbe wa Nyalimbe sijui nini. Nikalisoma lile bango kwa makini, nikamwambia Claudia, naenda siachi. Mimi naenda kwenye mkutano. Sijui ilikuwa ni kanisa gani, sijui ni Pentekoste, sijui ni TAG Kitere, kiterewasi mimi hata sijui, sikumbuki, ila nilienda jamani, na wasihi Watumishi wa Mungu wana mafuta ya tofauti kabisa. Watumishi wa Mungu mimi wamenishika mkono. Mimi ni kwaana naona watumishi watu wa kawaida tu. Kwanza sijawahi kufikiria kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa sababu ni kuna kipindi nililoa bibi yangu ile mjomba wangu alikuwa gani ni mwinjilisti. Kwa ni kwaana naona maisha yake magumu sikuwahi kuwaza. Mimi ni mambo yangu bwana wazaga labda nifanye kazi benki na kadhalika. Lakini habari za kuwa kabisa mtumishi siju Yesu kafanyaje? Kwa sijawahi kuwa nazo. Yaani mimi niko na maisha yangu tu k tukaona lile bango pale, tulifika yule baba akahubiri neno lake kwa imani pale, akahubiri akahubiri akahubiri akahubiri, sijui zilikuwa ni habari za kukamata pindo la Yesu. Baadaye akatoa mfano, mnatakiwa muelewe sio unakuwa kama mwingine mama, sijui alienda akawa anatoa machozi, kumbe anaangalia ndevu za mhubiri tu zinafanana na za mbuzi wake. Akatoa pale akaeleza, mimi nikachukua lile neno Jamani, maswala ya kumtafuta Mungu person ni person. Yaani wewe ukishaamua kumtafuta, yani you want, you want to fight for the kingdom. Simama wewe kama wewe. Nilitoka tena kama wazimu. Yaani wewe nikiamwaga mambo yangu Mungu tu ndiye anajua. Yule mchungaji sijui ni mchungaji anashuka kwenye jukwaa sasa amemaliza kuhubiri. Nikaenda nikamdaka tu. Nikamwambia nataka kuombewa naumwa umwa. Sijui nini. Akanambia wakaja pale wale mama wachungaji, si walinionaje na wenye maskini, wakanivuta pale, twende kule kwa mchungaji. We, we, we, tulipofika kwa yule mchungaji wa Kiterewasi pale, kuna historia yangu. Watu wa Kiterewasi najua mnapajua, kwa yule mchungaji kipindi cho alikuwepo yeye, nikaambiwa umeshaongozwa sala ya toba? Imani ninayo kabisa, uweka nilishaongozwa sala ya toba Piga magoti, nikapiga magoti. Yule kamanda yule kamanda, yaani kuna makamanda huko kwenye ulimwengu wa rohani, kuna wanajeshi, yaani ukisikia hivi, kuna ufalme wa Mungu ni jeshi kamili. Ukisikia kuna ufalme wa Shetani na wale wenyewe ni lijeshi liko huko, ili kutana tena na yule la mule, sijui la wala mule, ni mtumishi kwenye mitandao, sio nakusiaga, jina lake sijampata, yaani natamani gini mshukuru. Wakaomba pale na mchungaji na mama wachungaji wakaniombea pale nilitapika yani, pale mi ndo maiti yangu iliko pale, ilitapika ikashuka, nguvu ikanivaa ile nguvu. Si nguvu nikuwa nazarau habari za nguvu, sikuwa yaani, sijui yaani kwa yaani, jamani, mimi Mungu amenitoa mbali. Kama ukisikia Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, na mimi nimo. Kama ulisikia Yesu anafungua na mimi alinifungua, na kama wewe na wewe, unapitia sehemu ambayo unaipitia, na kualika Yesu, bado yuko anapatikana bure, mtafute Yesu. Kama wewe yaani, tafuta imani, wewe kama wewe, Mungu yupo na anaishi. Ile nguvu iliyonivaa pale sijawahi kuiona kwenye maisha yangu mpaka leo. Kwanza yule baba alitumia mamlaka akasema, Nenda umesamehewa dhambi. Nenda usitende dhambi tena. Ikanyanyuka na mimi tititi, nikaondoka. Usiku ule nililala, sijawahi kulala vizuri yani, nililala kama vile ndo nimezaliwa siku hiyo. Sasa nililala vizuri, hakuna cha kuwashwa, hakuna sijui cha nini, nini, nikalala, amani moyoni ikaingia, nikampata Yesu, nikampata Yesu jamani, Yesu yupo yupo kazini. Ukitaka kumpata Yesu, amini neno la Mungu, amini tu ene like, this book, the best book of my life. Wewe amini tu Yesu. Aliingia moyoni mwangu, amani ikaja, furaha ikaja. Sasa ile nguvu ndio ikawa na ni drive. Jamani, ile nguvu ili ni drive. ili, ili ni drive. Nijikuta → Nilijikuta nafanya na vitu vingine ambavyo hata si nafanya nini. Yaani nilikuwa na uwezo wa kutoka kanisani nimesali kanisa hili. Ile naenda nyumbani nikifika niki nje nika sika kanisa lingine naabudu na shangaa na yeye ameniingiza kufu. Niliingia mimi kila kanisa. Nakumbuka kuna siku moja nimetoka kanisa la Pentecoste nimefika nimefika Roma. Pale ilinga kiesa kwa hivi, kuna majengo majengo ya Roma pale. Nikakuta charismatic wameweka mkutano hapo. Nikavutu. Mimi sikwaje na nadharau wa <tuhu>. Roma ni tukule amna Mungu. Nilifika niliingia nikajikuta nimekaa kule mbele kabisa. Walipita mapadri pale sijui na na maudiudi na wengine afule padri akawa anashusha maji tone ile moja na maji kidogo nidondoke ile nguvu yani, kumbe ukisema amna Mungu hapa kanisani ni wewe ndo unakuwa huna nguvu, Mungu yanakuepo, kwa sababu Mungu anasema mimi ni roho na wanaoniabudu mimi wananiabudu katika roho na kweli ko kaya buka sema hivi nikienda ule Roma hamna Mungu, hamna Mungu wapi? watu si hawa wanaishi nao mtaani ndio wanaoenda kanisani. Mungu yupo, achana na ile mapicha picha, zile ni teaching aid tu, zimewekwa za kuwafundisha watu, ila Mungu yupo. Mimi nilimuona kwaone. Nikaendelea kuzunguka na ile nguvu basi. Nasema kwamba hapo sasa nguvu imenipata. Niko wapi? nguvu imenipata niko kiterewasi, niko likizo nimechanganya tu hapo mafaili. Nilipotoka likizo sasa, nikarudi, nina hiyo shauku, nina furaha, namtafuta baba. Nilifika pale jikoni nikamuuliza mama mchungaji, baba baba, yuko wapi? Akaniambia Baba yuko sebuleni. Baba yule mchungaji wangu, mchungaji. Nilifika nikamwambia, baba, nimepona. Yule baba alinyanyuka. Ulisha usikia mwana mpotevu? Le baba, akapiga magoti mbele yangu. Baba, I have nothing to pay you. Heshimu na watumishi wa Mungu. Waheshimu. Alini um, alimshukuru Mungu kwa ajili yangu. Alimshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji wangu. Hakuniacha. Aliendelea na mimi. Naolewa, yani mpaka naenda chuo ananifuatilia, mpaka napata mchumba nampeleka kwake. Yaani, sisi misingi yetu ya uchumba alikuwa anaisimamia yeye mpaka e, naolewa mpaka na, na kujia huku Kigoma, yule baba alikuwa amenishika mkono.